Na karibu tena wadau, tufuatilie mambo kadha wa kadha yanayohusiana na swala zima la michezo e, ndani na nje ya Tanzania. Katanga Sports hii channel itakuwa inakuletea matukio na taarifa mbalimbali za kimichezo michezo, michezo aina zote zitakuwa zinarindima katika channel hii na sehemu ambayo utakuwa unapata taarifa zilizokuwa sahihi kabisa kabisa. Unafahamu kwamba msimu wa ligi kuu ya NBC umefika mwisho, lakini umefika mwisho kwa timu kumi na bado mchezo mmoja tu kwenda kufanikiwa kuufunga msimu wenyewe. Mchezo ambao anaozungumzia hapa ni ule wa Watani wa Jadi, ni mechi ya kiporo, mechi nambari 184 itakayokutanisha Yanga dhidi ya Simba itakayochezwa Juni 25 katika dimba la Benjamin Mkapa majira saa 11 za jioni. Baada ya mchezo huo kumalizika basi msimu mzima wa ligi ya NBC 2024, 2025, utakuwa umefunguliwa mbali rasmi. Lakini michezo mingine imeshachezwa kwa maana timu 14 zimeshamaliza michezo 30, 15 nyumbani, 15 ugenini na imeshuhudiwa kikosi cha Fountain Gate ambao wamemaliza kwenye nafasi ya 14, Tanzania Prisons, ambao wamemaliza kwenye nafasi ya 13 wanakwenda kucheza playoff. Eh, kuona ni nani anabaki na nani anapotea ama wote wanarudi ama vinginevyo. Na utaratibu ni kwamba kwanza Fountain Gate na Tanzania Prisons wanakutana wenyewe kwa wenyewe katika michezo ya nyumbani na ugenini, atakayefanikiwa kupata matokeo ya jumla ataendelea na ligi, lakini yule atakayeshindwa atalazimika kuja kucheza playoff nyingine na timu ya championship, ambayo hii ni Stand United, imekaa standby, inasubiri either Fountain Gate ama Tanzania Prisons ni jambo la kusubiri na kuona, lakini msimu huu umekuwa na mambo mengi sana mazuri ambayo yamejitokeza, nikasema si vibaya nikakupitisha katika baadhi ya matukio yaliyojiri katika msimu huu ambao tunaufunga, nikasema leo hii ni kupitishe katika wale makocha ambao wameonekana kufanya vizuri zaidi kwa msimu mzima, kwa maana ambao walifanikiwa kupata tuzo za makocha bora wa mwezi. Mwezi August, mwezi wa nane. Fadlu Davis wa Simba yeye ndo alifanikiwa kuipata tuzo hii ya kocha bora, akiwashinda wenzake Patrick Osems e, wakati huo anaifundisha wa Singida Black Stars, lakini Mohamed Abdallah Baris, wakati huo wa anaifundisha Mashujaa FC ya kule Kigoma. Kwa hiyo Fadlu Davis alifanikiwa kushinda michezo yote miwili katika mwezi huo akapata alama zake sita na akifunga mabao saba katika michezo hiyo miwili. Mwezi Septemba. Mwezi Septemba Mohamed Muya wakati huo anaifundisha Fountain Gate. Unakumbuka eh? eh? Fountain Gate Mohamed Muya aliwashinda Dennis Kitambi, wakati huo anaifundisha Singida Black Stars, lakini pia akawashinda eh, Rashid Tausi wa Azam FC. Na kocha Mohamed Muya eh, yeye alifanikiwa kuvuna alama tisa katika michezo mitatu ambayo walicheza ndani ya mwezi huo Septemba. Unaona jinsi ambavyo makocha wanafaidika na tuzo hizi ambazo wanazipata lakini, katika mwezi Oktoba kocha Rashid Tausi wa Azam FC yeye ndiye aliyefanikiwa eh, kupata tuzo akiwashinda Abdulhamid Mwalin wakati anaifundisha wa KMC wana Kinondoni, lakini pia akimshinda Denis Kitambi wa Singida Black Stars. Kocha Rashid Taus ambaye anatoka Algeria, yeye alifanikiwa kuvuna alama tisa katika michezo mitatu ambayo alicheza. Unaona jinsi gani ambavyo makocha hawa wananufaika na tuzo ambazo wanazipata, lakini tuzo nyingine ni mwezi Novemba. Mwezi Novemba Rashid Tausi akawa amerudia tena kupata tuzo, na safari hii aliwashinda Fadlu Davis wa Simba, lakini pia vile vile Hamadi Ali wa JKT Tanzania. Rashid Tausi safari hii ya mwezi Novemba alifanikiwa eh, kushinda E, michezo yote mitatu aliyocheza akivuna alama tisa zilizomfanikisha kushinda e, tuzo hiyo ya kocha bora e, wa mwezi. Mwezi Desemba, pia kulikuwa na ingizo jingine la kocha ambaye alishinda tuzo hiyo ya kocha bora wa mwezi, hii ilikwenda e, kwa Sid Ramovich, wakati huo anaifundisha Young Africans, unakumbuka. Sid eh, Ramovich alifanikiwa kuwashinda eh, Fadu Davis wa Simba, lakini pia alifanikiwa eh, kumshinda Rashid Taus wa Azam FC. Sid Ramovich yeye alifanikiwa kuvuna alama kumi na mbili katika michezo minne aliyocheza ndani ya mwezi huo wa Desemba, mambo ni mazito. Lakini mwezi Februari, eh, kulikuwa na tuzo nyingine ambayo hii ilikwenda moja kwa moja eh, kwa kocha Miludi Hamdi ambaye aliingia kuifundisha sasa klabu ya Young Africans. Kwa hiyo Miludi Hamdi aliingia kwenye fainali eh, ama aliwashinda wapinzani wake Fado Davis wa Simba, akamshinda pia Fredi Felix Menziro kataraia Baba Isaya Majeshi ambaye anaifundisha klabu ya Pamba Jiji. Sasa wakati huo Miludi Hamdi wa Yanga alifanikiwa kuvuna alama 13, alama 13 eh, katika mechi Eh, saba ambazo alicheza. Unakumbuka kulikuwa na hali fulani hivi ya kupoteza poteza kipindi hicho cha Young Africans, na ndio maana Mirudi Hamdi akavuna alama hizo kumi na tatu na katika michezo saba ambayo amecheza mwezi March. Akarejea Mwamba Fado Davis wa klabu ya Simba na safari hii alikuja kuwashinda Rashid Tausi wa Azam, akamshinda David Ouma wa Singida Black Stars. Maanake David Ouma baadaye ndio akawa miongoza klabu ya Singida eh, Black Stars. Kocha Fadlo alifanikiwa kushinda michezo yake miwili aliyechezwa kwa kipindi hicho, na akashinda yote eh, kwa kupata alama sita akainogesha Simba eh, katika harakati hizo ambazo eh, za kwenda kutafuta ushindi. Hiyo ilikuwa ni mwezi Machi, lakini mwezi Aprili, mwezi Aprili, kocha ambaye alifanikiwa kupata tuzo ya kocha bora ni Mirudi Hamdi. Yeye Mirudi Hamdi alifanikiwa eh, kuwashinda wapinzani wake Amani Josia wa Tanzania Prisons, lakini pia akamshinda David Ouma wa Singida Black Stars na kufanikiwa Miludi Hamdi kupata tuzo ya kocha bora wa mwezi huo wa Aprili. Na hapo alifanikiwa kuvuna alama kumi na mbili katika michezo minne aliyocheza ambayo yote alifanikiwa kupata ushindi. Mwezi Mei, mwezi Mei, kocha Fado Davis E, akarejea tena, huyu ni kocha wa klabu ya Simba akarejea tena kupata tuzo hiyo, na safari hii alimshinda Miludi Hamdi wa Young Africans, lakini pia akamshinda Rashid Taus wa Azam FC. E, kocha Fadlu mwezi Mei tuzo yake aliyoipata yeye alifanikiwa kupata alama kumi na tano katika michezo yote kumi na tano katika michezo mitano aliyocheza michezo mitano aliyocheza, amepata alama 15. Kocha Fado Davis akafanikiwa kupata hiyo tuzo ya kocha bora wa mwezi. Hapa ndivyo ambavyo unaona jinsi ambavyo makocha hawa walifanikiwa kufanya vizuri kabisa katika msimu wa mwaka 2024 25. Bado kocha bora wa mwezi Juni ni nani atakaye kwenda kutangazwa? Utasubiri hapo mpaka baada ya mechi ya dabi tarehe 25 da itakapochezwa. Basi kwa mjumuisho wake, tutapata kujua kocha bora wa mwezi Juni atakuwa nani. Haya ni machache tu kati ya mengi mazuri ambayo yanapatikana katika ligi kuu ya NBC kwa msimu 2024/25, nikasema nikudokeze hapo. Kitakachofuata sasa ni kukuletea tu orodha ya wachezaji waliofanikiwa kupata tuzo za mchezaji bora wa mwezi kwa muda wote wa ligi ikiwa inaendelea kwa mada 24 25. Hii ni Katanga Sports, endelea kufuatilia ili uweze kupata mambo mengi yanayohusu michezo ndani na nje ya Tanzania, lakini usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili upate not notification ambayo itakuwezesha kujua kwamba tuko hewani hivi sasa na kuna jambo ambalo tumeliposte kwa ajili yako. Mambo ndio yanakwenda kwa namna hiyo.